Ikiwa zimesalia siku mbili kufanyika kwa uchaguzi mkuu ambao utafanyika Oktoba 29 mwaka huu, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema limejiandaa vizuri kuhakikisha wananchi wote ambao watajitokeza kwenda kupiga kura wanapiga salama, lakini pia wanaondoka salama na vyombo vya habari mapema hii leo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama ametoa onyo kwa wananchi wote ambao wanataka kuandamana siku ya uchaguzi, ambao, ia ia Morogoro, yake, ya uchaguzi ama wale ambao wana nia ya kuzuia uchaguzi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na majukumu yake kwa kufuata miongozo ya kisheria na ikiwemo doria mahususi za kuandaa mazingira salama kwa ajili ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Wananchi wote ambao wamejiandikisha kupiga kura wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawahakikishia kuwa usalama upo wa kutosha, na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vimejiandaa vizuri kukabiliana na yeyote ambaye atathubutu kufanya vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani. Wananchi wema hawapaswi kuogopa muonekano wa vyombo vyetu vya usalama, bali wachukue kama fursa ya kutimiza jambo hili la kikatiba. Mambo yanayozuiliwa ni pamoja na uhamasishaji wa maandamano, uhujumu wa miundombinu ya uchaguzi, uhujumu wa miundombinu mbalimbali, ufungaji wa barabara, ujeruhi au ghasia ya aina yoyote, au uhalifu wa aina yoyote ambao utasababisha uvunjifu wa amani au ambao utafasiriwa kuvunja au kuvuruga amani. Ya, na mambo mengine, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limetoa hofu wananchi kuto kuogopa vyombo vya polisi ambavyo vinapita katika maeneo yao ikiwemo magari, kwani ni sehemu ya maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu. Teresia Mwanga, FM.